Ingia na kuona hapo Daktari, iko na zile nini 50 bob, 50 bob mm. za kupima. Si nilikutumia elfu tatu jana. Sasa kuna shida gani Strip ya kupima nini ni 50 bob? Mm. Okay, sawa so, so, mimi nilikuwa confirm ameniambia, nitumie 15,000 ya kutoa mimba lakini kabla nitumie hiyo 15,000 acha kwanza ni, 15,000 ni la... Yes, ni ku, ku, kuaawa